Jamani, habari za jioni, poleni na safari, karibuni sana Dodoma. Cha kwanza niwapongeze sana kwa kazi kubwa ambayo mliifanya katika kampeni ambayo imetuwezesha sisi watu wa Kigoma Mjini tumepata mwakilishi wetu, na leo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ameapa rasmi kama mbunge wa jimbo la Kigoma Mjini, Asafi. Nataka niongee kwa kifupi sana. Kwanza nataka niwaambie mna bahati kubwa. Nitawaambia kwa nini, mna mbunge wa aina tofauti. Si mnaona utofauti? Wanasema mnyonge usimnyonge, lakini pia haki yake vile vile umpe. Ongera sana Baba Levo, umefanya kitu kikubwa sana, kitu kikubwa sana cha kuwaita ndugu zako uliopambana nao katika kutafuta kura, uwaite siku ambayo ya kuapishwa kwako, ili waweze kushiriki tukio hili la kihistoria. Ni uungwana, lakini umejitoa. Mi nafahamu kuleta watu kama hivi sio jambo dogo, sio mchezo. Mle ndani wapo wazoefu wa miaka mingi, hawajawahi kufanya kitu kama hichi, hawajawahi kwa hiyo sisi wengine hatusemi unatuchongea, lakini unafanya jambo la kipekee. Hongera sana, hongera sana . Lakini kitu kingine, labda nirukie kwenye swala la kushirikiana. Mimi ni mbunge wa wanawake mkoa wa Kigoma, kwa hiyo mimi ninafanya kazi Kigoma Mjini, nafanya kazi Kigoma Vijijini, nitafanya Uvinza, nitafanya Kakonko, nitafanya Kibondo yo ninashirikiana na wabunge wote, na nimekuwa nikifanya hivyo miaka yote. Hayo ya huko mbele ni ya Mwenyezi Mungu, wala hauwezi kuanza kuyajadili hayo, kwa sababu kila kinachotokea ni kadari ya Mwenyezi Mungu. Mimi nataka nikwambie, kwa sababu Kigoma Mjini, pamoja na kwamba nafanya kazi kwenye wilaya nyingine, Kigoma Mjini ni nyumbani. Hata mbunge yule aliyemaliza muda wake nilishirikiana naye, na wewe umeingia kwa sababu upo kwetu, tutashirikiana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na kitu kizuri mi ninachokiona, una uwezo wa kufanya yani yani kumobilize resources kutafuta, yani kutafuta rasilimali. Hicho ni kitu cha kipekee sana katika uongozi. Ukiwa una hicho kipaji, kinakuongezea mwendo katika kufikia malengo na kuwahudumia watu wako kwa hiyo usione kwamba labda kama kuna sifa hii hauna sifa hiyo, uliokuwa nayo ni kubwa sana, ni kubwa mno. Lakini jambo lingine, naona haupendi makundi, haupendi kuwagawa watu, unapenda wote muwe kitu kimoja. Amani na upendo ni sifa kubwa sana ya uongozi. Mimi ninachosema, namwomba Mwenyezi Mungu atujalie, lakini nakutakia kila laheri katika uwakilishi wako na mimi naamini utakuwa miongoni mwa wabunge bora wa jimbo la Kigoma Mjini. Na wanasema dalili za mvua mawingu, mmeyaona, mjayaona, si mmeaona, eh? Sio jambo dogo, sio jambo dogo. Kwa hiyo tutashirikiana, umenichomekea na kwenye hilo lingine, tutashirikiana, hamna shida. Wewe utaniambia tu. Eh, itabidi unong'oneze unong'oneze, ili tujue. Nitaacha hapa, tutachangia. Hawa ni ndugu zetu bwana, sisi wote ni ndugu zetu. Kwa hiyo, kwa sababu niliahidi sitozungumza kwa kirefu, mimi naona niishie hapa. Mwenyezi Mungu awajalie safari mtakapokuwa mnarejea nyumbani, nawapenda nawathamini na, na, na niendelee kwa kweli pongezi kubwa sana Jambo hili ulilolifanya, mbunge wa jimbo la Kigoma Mjini, ni jambo kubwa. Uendelee kuwaunganisha watu wa Kigoma Mjini, tuendelee, tushikamane, tupambanie changamoto za watu wa Kigoma Mjini, na mimi naamini tutafanyikiwa kuwaletea maendeleo.